Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hakuna mahala pasipokuwa na changamoto, lakini watendaji wa jiji wamepambana sana na yale yaliyokuwa yana changamoto. Tukipata taarifa, tulikuwa hatusiti kuyachukulia nini hatua. Ni waombe waendelee kuwa wamoja, waifanye hiyo kazi ya mshikamano, hata kama zimebaki wiki mbili, wiki tatu, mwezi mmoja, sisi tupambane kuwaletea maendeleo wananchi wa mkoa wa Arusha, hususan jiji letu la hapa Arusha. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa naibu waziri mkuu, nimpongeze pia kakaangu Mrisho Gambo, simama kwanza wakuone Arusha wewe. nampongeza kwa sababu moja kubwa katu, kwa sababu moja kubwa, juzi ameomba radhi bungeni. Amechonganisha chonganisha sana watu hapa na leo hapa ameanza kumsifia mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifiaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Lakini sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba radhi. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge na bunge lisingekuwa makini. Na waziri wetu mchengelewa kuwa imara Leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwake, moja, awaombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao, kwa sababu bila kufanya hivyo, ngojeni. Mzee Mwandi amesema hapa, safari ya mbinguni, hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka simu nikazopata kweli unamuita waziri wetu mwongo? Hii stendi inayokwenda no, kujengwa hii, nimemwomba waziri Mchengerwa. Design iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo, haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa akaongeza mpaka budget imefika kwenye bilioni 30. Ni faida ya wananchi wa jiji la Arusha, halafu namuita waziri wetu mwongo? Kwa kuwa bunge limemsamehe, na mimi moyoni mwangu sila shaka naye, lakini shariti langu moja, aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Wajanja wajanja wanapokuwa wengi mahala, utulivu unapotea. Mimi ndio mkuu wa mkoa hapa, nitakula spana kila mtu mpaka kazi niliyotumwa ikamilike. Arusha hii tulichelewa mno, jengo lile la utawala limekaa miaka mingi. Jiji la Arusha jiji la Arusha wanatumia jengo la mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa. Watumishi hao wengine wako kwenye mitaa kule, hawana jengo. Na lengo lilikuwa hata hiki tulichokianza kukijenga, alitafuta namna na kenyewe kipigwa marufuku kisimame. Sisi ndio watendaji wa serikali sisi ndio tunasimamia ilani, na mwishoni mwaka huu kabla uchaguzi nitamkabidhi mzee wangu mzee Sabaya kila jambo liloahidiwa na utekelezaji wake. Kwa mimi ni, ni kama leli ukikaa mbele yangu kwenye treni nakwenda hey.